Pikoya ufura binadamu, wametokwa na imani, wana roho za kishetani, wanaishi kama hayawani sababu ki Yaani, hey! So eh? hata, hata, eh, hata kama ingekuwa zimeisha miaka, yule jamaa hatorudi tena. Yaani yule habari zake na dunia vimeishaisha na wewe tu kibane bane, kija kiliwe na njegere. Mimi na muda mrefu sina mwanamke, na wewe una muda mrefu hauna mwanaume. Hata kama ni mwezi siku 30 naona ni ndogo, masama ngapi hayo? Alafu kuhusu mambo ya uchaguzi au niachie mimi kwanza. Uchaguzi wenyewe wameniujumu hapa sasa hivi, nipo kwenye makesi, kesi ya kufanya nini? Ya kukata marufaa. Mimi ndo nitakuwa mwenyekiti hata kama ameisha pewa miuli. Kwa mimi na wewe, mada yangu leo ilikuwa ni usibaki mpweke mama, eh? Hichi e kijiji kina wauni wengi. Mimi nataka nikustiri, nikuweke ndani, nikutunze kama mboni ya jicho langu, nikukumbatie uwe uhudi hudi, hudi, nikutunze kama farasi wa Nabii Suleimani Bulaku. Mungu <coughs> wangu, <coughs> kama ulijua kwamba binadamu ameumbwa kufanya makosa, ungefanya ya mwanzo. Yaani bado mapema pale ungesawazisha mambo yakakaa sawa. Ila kwa sasa kaka, umechelewa. Naomba pita hivi, njia uliokuja nao ndiyo hiyo, unaweza kurudi nayo. Fanya haraka maana hakuna njia nyingine. Hapa pa ulipopita Naondoka na no, na lakini naomba ndio mseme. Maana na siku nyingi sana nimeshasema ondoka. Umenisikia lakini, au nikupigie au nikupige kelele za mwizi ndio unajua kama nasema ondoka? Ondoka unielewi au si? Ondoka ondoka! Nimeshasema ondoka, sikutaki hapa. Leo yamekuwa haya hata kama ningekuwa, wanaume, kwa baba, mimi akili ninayo na ndio un, maana unaona hata ile mathematical set, mathematical table, mathematical geographies sijui nini yale ya wazungu walioleta walianzia kwangu. Kwani mimi, kani m kuwa na, nashindwa kwa hesabu moja mbili tatu nne tano niongeze sita. Kwa wewe watakuwa ukai utulie. Mi mwenyewe kwanza dua zangu zilikuwa zinaelekea tu huko bwana. Yaani hata kama yeah, siku moja itakuja ka yeah. Siku siku kufika mimi na wewe. Lakini basi tu kwa sababu wewe ndio mwanamke pekee ninayempenda. Ni sawa na kitasa bila ufunguo, kinakuwa hakijakamilika. Na mimi bila wewe nakuwa sijakamilika. Unanichanganya, ondoka ondoka na zinichanganye na wewe unichanganye ni nini lakini? Imenikuta sasa suria tena, ashasema sitaki tena ku, mimi niliolewa, mume wangu amefariki na bado nipo kwenye machungu, hata hiyo arobaini sijaimaliza, unakuja kuniambia ujinga wako iwe mwanzo iwe mwisho, unaponiona mimi wewe unaona kama usinichimbe mkwala wewe. Yaani wewe kunikubalia, utanikubalia. nimesha kwambia mimi kwako ndo tayari, hivo niisha zama. Unanichimba mimi mkwala wewe. hawezi kurudi tena, hawezi kurudi tena, ndo nakwambia hata wewe uongozi ambao nime, mimi ni mwenyekiti, tufaa itakubalika, nanesanyanyasa tu m st naisia mimi No, okay. Wapiga kula wamenikataa, mpaka huyu mwanamke naweka nikataa nafanya tunagombana neno mapaya twasemana, ukifanikiwa kwa ukara okay. nini sasa maana ya ujirani mwema? Yani mnashindwa hata kujitokeza hamji, tuna shida gani watu, eh? Watu, kila mtu anatembea na matatizo yake. Watu hapa tunakuwa tuna mambo mengi, hii nchi ni huru, nyumba inatakiwa. we, we, we, we, we! Eh. Shikamu, brother, hili geti unajua lina thamani kiasi gani? unaning'inia juu huko huku natafuta nini? nahapa brother, nikuwa nimegonga hodi we, kumbe mimi nikajua huku ndo kifungo, naenda ndani, kumbe tayari huku ndo niko ndani. Masudi brother, Masudi. mm-hmm. Nakujua vizuri. Ningekuwa sikufahamu wala nisingekutilia mashaka, mm. Lakini nakufahamu A to Z. Sasa hii tabia ya kuanza kupanda mageti ina maana nisingekuwa nimewahi kufika hapa, ina maana ningekukuta ndani. Aha, mvendeza na kijoa chako kipya hiki kinaonekana Mambo ya uchaguzi pia. Mambo ya uchaguzi. Hilo oh, neno. Neno, neno tena tena ni neno kweli na uchaguzi huwa mkifanya haki na hilo unalipa. Haki gani? Haki ya nyinyi, si mlikuwa ndio kwenye, hmm, hivyo vipi sehemu za kuza kusaidia vitu. Wewe usikao kwenye kitu. Mbali niona ipo. Mimi naona ilikuwa hivyo. Kitu chochote tulipata amani. E, niredio ni kabiokitu okay, nilifanya niliowaelekezo sikwenda nje na maelekezo, na mlango umefungwa. kwa nini usitumie ustaarabu kuona watu awapo ukaondoka? ndoi shida brother, sio mimi sema, nimegonga tu hodi, nimegonga hautokezei, ila nina kiu ya maji, nina kiu, nataka hata maji ya kunywa nisaidie tu mo ndani. umezunguka nyumba ngapi kijijini? kiu kimekuja kukushika kwenye nyumba yangu. Angalia. Fence. Fence, hmm. Nyumba maisha ya chini tu, nimejikuta niko hapa. Masudi, maji ya kunywa. hizo bangi ambazo unavuta usije ukaniletea hapa, mimi naye ni kichaa kuliko wewe. Mimi naomba usinishike Yaani wewe kumbe mtu akikuona aki, aki ni kijana mstaarabu kijana mpole. Sasa bro, maji lakini kunyo, kumbe wewe ni mtu mbaya. maji ya kunywa ni, ninakaa hapa nifie hapa, wakija watu umekufa kwa sababu gani? nimekufa sijanywa maji na kiu. naomba uondoke Hapana, nasema tu kweli. Haki haikutendeka. Kuna watu wajetendewa haki na hilo nalijua. Shoga yangu, mbona unataka kubadilika na wewe si badiliki. Lakini kwani nilisikia kuna vituo vingine sijui watu walikwenda zilio kuingia sijui vipi, ndio hapo napoongelea. Lakini kwetu tulikuwa na amani, tena watu waliingia wakapiga kura zao wakamaliza wakaondoka waka, nakwambia waka, waka, waka, haki haikutendeka. Uchaguzi ulikuwa wa haki dhuluma imefanyika, ila tunaamua kunyamaza tu kuepusha mambo mengi. Oh, naijua hiyo, sio shoga. Hapana, sio shoga, Ashinda. Una, una unafuraha zako mwenyewe, sio kweli hiyo, sio kweli kabisa. Na unajua mimi nilikuwa naongelea haki, na ndio maana mambo io ndio haya. Ngali ngali napotea nakupotea, lakini mimi niko hivi eh? siku mm -hmm. zote niko hivi. Mwanamke kwani kujiachia kuvaa vizuri Yaani bora hata nimewahi kukukuta, naomba uondoke, naomba uondoeta ambayo haya kwenye Masudi, naomba uondoke. kama hakuna maji basi nipe spirit. Super glue kama hii kiu, nina kiu bro, kuwa na utu, kuwa na, na uhuru na watu kama mimi. Mimi ni, usinione ninarefuka hivi, maji na kunywa maji mengi mm. Mimi mambo mengine brother, tutakuwa tunasaidiana. Basi fanya kitu kimoja Una kwa kuwa una kiu na umejikaza umefika nyumbani kwangu, basi unaweza ukavumilia ukaenda mpaka kwa kwenu ukanywa maji, na uwezi kufa kwa sababu umevumilia huko ulikotoka mpaka umefika nyumbani kwangu hujafa. basi unaweza kwa kuondoka ukaenda kwenu ukanywa maji. Hapa kwangu mimi siuzi maji wala sina maji, na hapa geti nahapa, kwa hapajaandikwa kwamba tunauza maji ndio, kwa ni kwa kingine ni ambacho kijui mm. Wananchi walifanya kila ambacho walikuwa nakihitaji, walichagua watu ambao waliona ni sahihi kuwaongoza hapana. Mm, sahihi kama wangeshinda watu kwa haki, ndio ingekuwa sahihi. Kwa nini watu walikuwa wanazuiliwa wasiingie? Kuna shida gani? watu wangeingia, wakawaruhusu watu wahesabu vizuri. Kwa nini wengine walikuwa wanazuiliwa wengine wanaingia wao? Uone hapo kuna shida. Sawa brother, umenielewa vizuri. Naomba uondoke. Amna mm. Hata mdogo wako yule mwingine naomba uondoke basi. Nafikiri umenielewa. Kuna kitu gani kingine ambacho unakitafuta so tofauti na maji? Haya. Majiyaya tanikuta na mimi mbinguni. Nitakuchochea oh, no, eh, tu sitokuhurumia Bana, nyumba yako geti lenyewe umekoswa rangi ya kupaka mpaka unapaka rangi nyeusi na rangi nyingi tu za kupaka. Kwanza nyumba yenyewe hisizani hata ndani kama ina marumaru. Ona nyumba yenye hazi ya haziai kuja hapa mimi, zingine hizo tunaziona. Masude, mnomba kuitia mwizi nikuitia mwizi? ah, ah, um, tena kwenye nyumba yenu fanya tunagombana neno mabaya tusemane, ukifanikiwa kwa ukara, mbona umeturia kwa hapa mtoto. Eh, nipo hapa. Nafanya usafi usafi kwa vyoo, basi ndio nilikuwa nimechungulia pale mlangoni kwako, sijakuona, ndio nipo hapa. Karibu, asante, umerilaski mtoto wenu, eh, natulia basi na shani, una wasiwasi mwanetu, kumbe kucha na makucha ya haki, niambie mchuzi wa mmoja wa Luo, usiache kitu kikapoa. Yani hapo unavyopoza unavyopoza, yani utakuja kukuta mtoto sio wako, umenielewa mtoto wenu, yani hapo kicho nileta, nikasema huyu huenda amekosa msaada mkubwa, mimi sasa nawaza nawaza nikasema Ngoja nifiki tufanye majadiliano kuweka mambo sawa. Kwanza nijue wewe umefikia wapi? Uh, kwenye ile sala la vifaa vyangu, wizi mtoto wetu, wewe jambazi ule unamwachaje? Mimi nafuatilia. Yaani e, alifuatilia aso na nitoka, tumetoka pale kwa mama yake. Nilimwahidi kabisa nitalifanyia kazi na nitachukua sheria mkononi mimi mwenyewe. Eh. Hey. Mbona wewe hatukuelewi? Unanipulizia moshi. Wewe nisikie, dingi nini dingi? Ndume la nyani wewe, mimi sio nyani wewe. Unaitwa Mika ama unaitwa sijichuga? Mara si vandandava Mili, Mr. Wakika, yes, marabi, yani, tato, toloko, vela, wewe we, arovela imefanya nini hapa moko mchomoko, ndio nini wewe? Umeshashindwa na maisha kijana mdogo, umekalia asubuhi hapo na unavuta mabangi asubuhi. Unajua bangi, wewe unajua bangi ilipoanzia wewe? Ndio maana tujakupa kura wewe. Mimi nilikuwa sina shida na kula yako. Mimi aliyeshinda nimemwona tu nimwache ashinde. Mimi nitaongoza nita wakati uja. La kwa taarifa yako ngoja nikwambie. Ngoja nikwambie nisikize vizuri. Hichi unachokivuta hapa unajua kilipotokea? Miaka 1900 na kenda mambo ya mahistoria hayo. Kuna mbuzi alikula ama, ama ama ama vitu yako ama bangi. Akalala usingizi wa popofu akagona. Akawa anavuta mchunga mbuzi akaja kumwangalia yule mbuzi nakaao majani na mchunga mbuzi akagona. Ndio Wakulya wakaona wakaipande kule kwao. Wewe unakuja, wewe ni Mkulya wewe, ujui mahistoria, ujui mama. Usinishikishe bangi wewe, unanishikisha mimi bangi. Alafu kwa taarifa yako nikwambie kitu kimoja, huu chaguzi unaosema kule nimeshindwa, huu chaguzi unarudiwa. Haijatoka hiyo na kwa taarifa ambao mlikuwa hamjui vijana wa huyu mtaa. Mimi nilikuwa nimeandaa hela mengi ya kutosha nijenge barabara hapo pale kwa baba yako nipanunue tujenge golofa. Wewe mwenyewe nilikuwa na mpango wa kununulia gari hizi. Lakini kwa sababu tu ni mshenzi wa ngozi, hebu tuone hii sigara yako. Uniulia nani kwanza? Leta tuone hii sigara. Wewe mwenyewe unaishi kwa ndugu yako pale. Leta tuone, unatutishia bangi? Sisi tushazivutia matundu yote unayojua kwenye mwili Sachi hela nimeziacha nyumbani wewe! Leta tuone bangi, natuishia bangi yenyewe bangi yenyewe bangi, tushia bangi sisi, wewe mwenzetu mtoto wetu ulikuwa na mimi mimi ndio shida mimi nimeamua kuvalia njuga mtoto wetu, nimenunua kesi. Mambo yangu mangapi nimeacha kwa ajili yako, sawa leo eh? tena eti unaniambia, nilikuwa nafuatilia mwenyewe sijui, ukaniambia unakata tamaa. Sikati tamaa, yani sasa hivi nachukua sheria mwenyewe mkononi. Nataka nifanyie mkono kitu, yule mama mpaka asahau, atajutia. Sasa m... jeuri ndio mtoto wetu, wakati unapanga, una idea, una mpya unanijulisha, kwa sababu unajua tumeshafanya, tumesha mimi na wewe sana Unasema shida sasa hivi hatua niliyochukua ni hii, kama ni hiyo ya mkononi. Kama unataka kumniga, unaniambia kwamba nimechukua sheria ya mkononi, nimeenda kutoa koromeo mtu hapo, ndio naelewa sasa. Hapo umefika, pata. Yule mama anajeuri bana, anajeuri. Ngoja aone wako wapi. Kwa hiyo atakachomfanyia atarudi reba kuzaa mwingine. Sasa ndio unaambia ni kipi? Ah, ah Hapana, yani nilikuwa unanirate una down mtoto wetu. Mimi nimeamua hili swala tulifanye kentu kimoja. Mimi hilo niachie mimi, mimi ndo najua nitakachomfanya. Hii bangi ni umeweka mi mavi umwe, si umevuta yale mabangi na mavitu

Ukiishi nchi ya Siria kama hii na wewe uh-huh. Lazima uwe Msiria. Mimi kurudi Tanzania sio leo kama Mturuki, nasikia kama kuna kuna si Mturuki

E, e choma choma choma choma choma. Hata usiwaze no beza. Wananiuzia mimi bahari mimi. Sikiliza beza. Na Uwane jeuri yake yote litamuisha. Wae niachie ofasi. Wae zero. Wacha nikuite jina lako. Maana naona hapa atuelewani. Aibia niliyokuwa nimeyota Ndotoni wamenijia mzimu wa nyumbani kila chacha. Wakaniambia hilo swala ambalo umeamua kulisimamia, choo kwako, mtoto wetu, nenda kamwambie mwenzako. Kuna uchawi ambao anaweza kufanya yule, ni wa kuroga. <laughs> Kuroga tena mtoto wetu? Unaroga vizuri mno, yule mama unaroga, na mtoto wake unaroga yani, wanakuwa viruirui yani. Mimi niende kwa mganga kuroga yule mtoto? Kwa hizi mali hizo kote, ni karoge hivi? <laughs> Kwanza unanena mimi nafanya na uchawi eh? wewe Koma. Wewe unashinda uchaguzi. Kitanda Kitanda hiki hiki hapa hapa, imezekea mabati meupe. Ukujua. Kitanda hiki hapa hapa hapa, jiachie, sogeza na taulo taulo hilo, maana yake baridi hapa ni ya kutosha. Eh, wewe lala hapo pembeni. Njoo lala fresh. Mimi ndo msala wako. Kura lazima nikupe. Kishkolea, ukirudia kishkolea bila kujua

Sikia mdomo mzito sijui ameifunga nyavu. Eh. Wewe mbona umekomaa vero? Yaani kuna vitoto vibichi unakuta kabisa binti niendi sum nzuri lakini ni mwanga. Anapaa asubuhi na jioni. Yaani ni ni wazuri, warembo sasa hivi ndio si wachawi. Kwenye suala zima na la uchawi mimi sipo. Kwanza siamini kwenye uchawi. Siamini hata kidogo sasa. Uchawi siuamini, na kumloga mtu mtu siwezi. Hiyo dhambi siwezi kuchuma. Mimi nitachukua sheria yangu mkononi, na ijue mwenyewe atakachofanyia, ila kumroga mtu siwezi. Mwana wewe, siwezi kabisa. Yaani wewe ufanyiwe dhambi useme asante, lakini wewe huwezi kufanya dhambi. Sasa hivi hivi, dawa ya moto ni moto. Mtu akikuibia na wewe unamwibia, akikuroga na wewe unamroga. Wale wamekuroga mwanadamu, umerogwa, mimi niko tayari niuze vitu vyangu vyote, nipambanie haki yangu na vyombo nivipate. Hey, lakini sio kuroga. Hey mwanadamu, kwanza siangalie kwenye uchawi. Piga mtoto wetu. Ya, mimi, mimi nakwambia kuna mtaalamu mmoja yaani yuko vizuri mno, na hakuna mtu atakayejua kama wewe umefanyaje umeroga. Hakuna mtu atakayejua umeroga, ntakayejua <laughs> ni mimi tu ndio shahidi wako wa kwamba huyu fulani anaroga lenye <laughs> budibudi. Sasa leta hicho kitanga leta, leta. Leta leta godoro, usiweke, usiweke maji kwenye godoro. Leta ivovolali badili kali za kutosha. Ile ndege ondoka nayo, ondoka nayo, ondoka nayo. Nchi ya Uganda haina kelele, nchi ya Uturuki haina kelele, niko huku huku Naomba nikusimulie, umevuta bangi? Chakula hicho nimekuambia usiweke malimao, weka kama chumvi nyingi. Alafu ume, umeenda kufuata chakula na gari, unakujaje kwa miguu? unakujaje kwa miguu? Hey, unamwambia nani wewe? Mbona umekoma Vero? Yaani kuna vitoto vibichi, unakuta kabisa binti mzuri, lakini ni mwanga. anapaa asubuhi na jioni. Yaani ni ni wazuri warembo kufanya dhambi. Sasa hivi hivi dawa ya moto ni moto. Kumbe ni bangi. We, malaika usiende kumuua yule, kumuua huyo, bado na kazi naye. Ah, afadhali mke wangu umekuja, nani alikuwa na shida kutafuta mtoto sasa ni vi, kama ni bangi na kutuma wewe ntukane mimi, hata mimi nivute mbwa, wewe unabinukia huku. Wewe endelea tumbo, we watoto nene shule. <laughs> Sasa nami bangi imenikaa vizuri bado kidogo, nawambia Yesu anapenda naenda iaituu hmm? Sasa ni hivi, naomba tuanze kulasa. Baba niko hapa, umenitukana matusi mawili. Kwanza umeniita mimi ni mke wako, cha pili unavuta bangi azalani cha tatu wewe ni mgombea ulali na mimi ujaoga, unanielewa? Yani nitoke hapa mpaka kwa mganga eti nimroge sima Masudi, au si ni mroge mtoto wake? Hilo siwezi hapa yani, kwangu mm. Alafu kumbe huwa anaongea na, na dishi. Sasa sikiliza, siku nyingine ukinifata hapa, ninakupa homework mtoto wetu, ukae ufanye exercise, ufanye mazoezi ya kutosha kichwani mwako Ingereza, si unajua, mtoto wetu wewe, si unasema unajua, utakuja kuniambia nimeamua. Sasa kama tunaenda kuroga, tukaroge. Kuna mtaaramu mzuri, mtoto wetu, yaani jambo dogo tu hili, hili ni dogo, ameisha fanya makubwa. Yaani si anikwambia hapa mnachaomweki sijui mna cha nini, siendi kuroga nini, samani wewe, Katerina mleto pa nani huyo? Nani huyo? Sasa baba wewe nikikuacha hapa najua vijana wakorofi hey, hey, hey, yangu. Nani kachukua bastola yangu? Hey. Well, yeah. Una bastola? Eh? Lipua, lipua, lipua na bomu, lipua. Baba, narudi. Naenda huku, naenda huku. Mwanamke mchafu wewe. Mtu. <laughs>

ni kijiji kizima kama mimi. Mimi ni nani? ndo shangazi sasa. Unataka kunijua mimi ni mtu aina <concerts> gani? Tena maumivu ambayo. Na ni mwanaume gani anaweza kukubali kupoteza mahusiano yake asipo sababu ya msingi. Mwambie nita kuja kufanya kitu kibaya. Yaani wewe, huna hata sifa ya kuita mwanaume, wanawake wawili waolewa na mtu mmoja wewe. <stands> Nakwambiaje wewe, kwangu wewe ufurukuti. Mimi nyumbani kwetu sijaua hata kama ni mpango wangu, jamani.